Ya kwenu Watanzania wote, habarini za jioni. Tunashukuru kwamba mmejitokeza kuja kutusikiliza. Kama mlivyoambiwa, kamati kuu ya chama chetu imekutana jana na kufanya maazimio kadhaa ambayo nitayasoma kwenu kwa waandishi wa habari, na baada ya hapo kesho ziara yetu ya no reforms, no election itakuwa inaendelea kwenye kanda ya kati kuanzia kesho tarehe tano taanza mikutano kanda ya kati mpaka tarehe kumi na tatu ambako tutamaliza mikutano hiyo kanda ya magharibi Kigoma. Kwa hiyo nataka nisome maazimio haya na nitatoa ufafanuzi kwenye sehemu mbalimbali kwa kadri ninavyosoma. Maazimio ya kikao cha kamati kuu ya chama tarehe 3 Juni 2025. Tarehe 3 Juni 2025 kamati kuu ya chama chetu iliyokaa hapa jijini Dar es Salaam ikapokea na kujadili juu ya taarifa aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kwa umma tarehe 27 Mei 2025, ikiwa msingi kutoka kwenye barua aliyoiandika kwa katibu mkuu tarehe 12 Mei 2025. Katika barua aliyoiandika kwa chama, msajili ameelekeza kwa chama ijaze nafasi zilizo wazi za viongozi ambao awali walikuwa wameteuliwa na kuthibitishwa na baraza kuu la tarehe 22 Januari 2025 sambamba na wakurugenzi wa chama ambao waliteuliwa baadaye na vikao vya kamati kuu vilivyofuatia mwezi Februari na tarehe kumi, kumi na moja mwezi Machi. Kamati kuu baada ya tafakari ya kina imeamua kwenda mahakamani kwa vile imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza kwenye barua aliyotupatia aliyoitoa kama taarifa kwa umma. Kamati kuu imewaelekeza wanasheria wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi tarehe tisa mwezi Juni, shauri hili liwe limepelekwa mahakamani, na madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kuwa moja, msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amejipa jukumu kama mtafsiri wa katiba yetu, na yeye anajiona ndio, eh, anajua eh, nini katiba yetu inazungumza tofauti na sisi na wanasheria wengine wote wanavyoiona katiba yetu. Sababu ya pili aliyoitwa msajili wa vyama vya siasa kuzuia ruzuku ya chama na hapa naomba nieleze vizuri sana, ili watanzania waelewe. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili ame amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 18 mabano sita msajili, ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha, na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti kama vile mnavyosikia sasa hivi. E, ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18 sita, hapo tu ndipo anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku. Na na, na, na process sio hiyo, kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku atatuandikia sisi barua ya kutaka to show cause na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees, sio sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni, ni mali ya ya ya, ya, ya ya, ya, board board of trustees. Sasa board of trustees i show cause na chama ki show cause kwamba kuna matumizi ya hovyo, na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audited za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia, kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo kwa sababu, tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanyiwa hivi. C. Si, msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. D. msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa eh, kwenye kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata, pale kwenye maamuzi yakafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama wewe ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa itapitia mamlaka ya wilaya itaakti kama chombo cha rufaa itapitia malalamiko yako na ita itafanya nini, itatengua au itaendelea ku uphold hayo maamuzi. Hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika, anaenda ngazi ya mkoa. Kwenye ngazi ya mkoa, anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kime stipulate vizuri sana, mamlaka haya yana mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa anaenda, anaenda anakata rufaa, labda kama ni baraza kuu anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tumesema msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko, kwa mambo yametufanya twende mahakamani maha. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa e, kama alivyofanya. Mbili, hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 na tal, e, e, Januari 25. Sasa hapa mnisikilize vizuri tena. Hata hivyo kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii mabano impunity. Na nawasihi sana waandishi wa habari wa, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta eh, watu wanasema fata sheria fata sheria sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufata sheria lakini, pia sheria hizi sio zote ziko just, sio zote zina haki, kwa sababu sheria sheria tu, kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu, na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe, wakitaka kukuuza wakuchukua wakuuze na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity, kuna utaratibu katika nchi yetu ambayo sheria zipo na watu hawafuati sheria, watu hawafuati sheria, watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani kucontest, lakini tumefanya e, uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu, kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja, wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu eh, Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa kaimu kat, naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara tumemteua Mheshimiwa wakili Ali Ibrahim Juma kuwa kaimu naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716b ya katiba ya chama mwaka toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika. CPA ya kweli sio ya Makala ukimsikia Tito Kitalika anazungumza, unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, certified public accounts. Lazima unapozungumza vitu vili reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree tatu, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza, unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi eh, eh, wetu wa fedha na uchumi. Ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora. Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Wakili Gastoni Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu. Ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa dijitali na ubunifu. Aidha, kamati kuu katika kutafakari kwa kina, imeazimia kuwa itaita baraza kuu la chama ndani ya siku stini kuanzia tarehe taarifa hii inapotolewa, kukamilisha kujaza nafasi za wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa mujibu wa ibara ya 8.2 ya katiba ya chama toleo la mwaka 2016 na kumi na elfu mbili na sita, na e, katiba ya chama ya elfu mbili na sita toleo la mwaka 2019 kusikiliza rufaa na kukamilisha mchakato wa uamuzi wa wajumbe nane wa kamati kuu ya chama, kutafakari barua ya msajili. Takapoita baraza kuu, litapitia tena, kwa sababu ni chombo cha juu zaidi ya baraza kuu, tutapitia barua na kujadili barua ya msajili ya tarehe 27 Mei, kufanywa tathmini ya operation ya no reforms no election, kwa sababu tutakuwa tumemaliza ziara ya nchi nzima, na baraza kuu litakapokuja litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua. Kama serikali itakuwa haijasikiliza kwa ndani ya siku 60 tutaita kamati kuu Baraza kuu imini, kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na askiliza kwa ndani ya siku sitini tutaita kamati kuu baraza kuu imini, kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao. Alichokisema Askofu Gwajima na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa ni ukweli mtupu, kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike na sio kuzima kelele na vilio vya watanzania ambao ndugu na rafiki zao wamepotezwa na kuuawa. Hivyo tuna tunaiambia serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka, ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji, kwa sababu wanao. Hii ni nchi pekee duniani ya uovu anaadhibiwa. This is a high level of impunity. Hii serikali inaipeleka nchi hii Kwenye tawara za kidikteta zile za, e, za Amerika ya Kusini, uliwahi kuona wapi? Kwani, kwani, kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni. Kuteka watu ni jambo jema? Ni jambo la kimungu? Atwe, apelekwe polisi, apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria kuua watu e, jipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka minne mitano. Tunazungumza kuhusu Azori Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu e, e, e, wakina Mrai wakina Deusdedith Soka, kijana wa miaka ishirini na tano ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili. Tunazungumza kuhusu Mdude Nyagari tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura, tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM bwana Daniel Chonchori amechukuliwa. Watu wanatekwa. Leo askofu anatoka, anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana siasa. Utekaji sio siasa, utekaji ni uhalifu, ni dhambi, na viongozi wote wa dini wale wanaosoma Biblia